Hey, karibuni sana uh, Swahili Coderz. Imekuwa muda mrefu sana nikitengeneza video, imekuwa busy kazi, lakini kwa leo niko na nafasi, kwa hivyo tutaendelea na HTML project kiasi. Tutaendelea kuangalia HTML project ambayo tulikuwa tumeanzisha, na tutaweza kuangalia leo images, jinsi ya kuhard image kwa project yako so Open ile project ulikuwa umeitengeneza ya html folder, kisha open your project ya html folder yako. Uh, utaiona mimi nilikuwa nimeisha create, um, index home conduct about yote ni kwa hapa so nataka kwa hiyo project yako kwa folder uh, Udownload image yote mahali popote, kani logo anywhere uko nayo na make sure hiyo image umeiweka ndani ya hiyo folder yako. Iname kama ni logo, just name logo, usiname this other part of png it detect yenyewe. We just name logo and then hii other part uh, ni document ni VS code yenye ita detect yenyewe type gani ya document, labda uh, ni yenye nini detect. We just name logo, name whatever my image, anything name, lakini hiyo nayo eh, uh, VS code ita detect yenyewe ni hii ni document gani. So ukishamaliza download image yako So, kuja tuiangalie HTML image. So, tutauliza HTML image uh, what's HTML image? So tukiona hapa hii inatuambia HTML image tag inatumika kudisplay kuonyesha image yako kwa, uh, kwa, kwa, kwa document ama kwa website yako ina contain attributes iko na atribute ikona atribute ikona pening tbut ahina uh, closing inaitwa self closing. Unaona kama hml h1 na opening and closing tag but image ahina hiyo, image iko na self closing. Umeona hapa hii hi h1 na opening hapa, nai closing tug so hiyo iko na opening and closing tag h1 h2, ile tukua tumezungumzia, but hii image haina kuna only only utaiandika tu h1. Ukija kuangalia hapa, tuwacha tuifungue hii document, alafu utaiona. So kuja kwa home au kwa index, let's say tunataka kuweka image, so kenye utaifanya kuja kuitumia hii tag ambayo unaiona hapa ya h image img, and then select this one and that. This is document, dokumen yako venye ume name good morning j pg. But where would I name this part? Where would I name only this? Okay, and then kuna hii alt good morning hii inasaidia accessibility or readability kwa uh, watu ambao hawana nini, eh, ambao, eh, labda ni vibofu ambao waoni, people who cannot see, so wataweza kui read, eh, nini yenyewe, enyewe ita read, browser ita read ya kwamba this good morning image, so that's why utakuwa unaitumia hiyo. So this is our image tutahaput, vile naona hapo iko na attribute of HTML image tag. So hizi ndio ni vitu ambayo inaicontain kwa image yako, alt, width, height, utakuwa unaicn, tutaiangalia jinsi ya kuichange height na length yake inside the image itself, na pia external wakati utakuwa unafanya CSS yake utaiangalia jinsi ya kuidesign. So hapa umeiona hapa, height utaiweka hivi na width. And then this is how your image will be displayed, hivyo ndo itakuwa displayed bila kupoteza wakati. Hebu acha tuangalie image uh, quickly um, so kuja kwa document yako hapa, open index home how contact just whatever kenye unahitaji so, tutakuja kwa index ju index yetu ndo ni layout, but batakua tunaitumia kwa yote. So tutakuja hapa kwa index, and then just tumia hii type hivyo, alafu kuja uchagua ka hii au hii, it doesn't matter. Kati ya hizo utaiona imekuletea hii, tulikuwa tumesema hapa Mbona hii SRC alt ya so, ukishai select hivo, so utakuja hapa inside hii SRC source code itamaanisha source. Source mahali ma, ambapo hiyo dokumenti yako hipo, so utakuja hapo, just click hivo uh, like imime ni maenemi yangu logo, utaiona itaipata hivo and then name he logo ivo. Alt ni kwa accessibility ya watu ambao ambani uh, well, um, fi bofu for instance. So in browser yenyewe ita read this logo waone, so they can be able to hear what is, what you try browser ikisoma but itaambia it mali ipo so wacha tuangalie logo yetu vyenye inaonekana sasa. Hapa tulisema kwa vs code ukiklik utaiona itakufungulia ita, ita, ita this part ya yeah, browser so at the moment ina, ina take time to open so, preview so, there's an issue go live au kuja hapa just click go live, so imay click mona go live e imeipungua hapo. So at the moment image yetu it inkame take all of, imechukua all this browser, so unafaa kufanya some setting. So ukirudi hapa unaweza ichange internal hapa unaweza kuifanya Um, uh, of that ofsetigili ku ireduce uh, size yake unaweza sema hiyo ni 150, so utaitumia 150 hivyo, so unaiona hapa imesha reduce 150 height and then rudi pia, rudi hapo weka width chagua wit of maybe another 1 150. 150, honea7t it doesnt matter really, so. 150 70 because this is a logo aas7t yeah? a very big Yeah, this is just my logo ivo imechagua hio so tukiona ndio imekuja hapo y yeah. So hapa so, imeiona logo yangu imeenda pale, na hii ndio ni settings yake, nimei upload ma image ivo venye umeiona hapo, alafu nikaitumia like, halt height na width on inside so that's another way of kuiongeza image kwa website yetu internal. Alafu unafanya some setting even og utafanya. So hebu turudi huko kwa om, alafu tuone vyenye unaweza kuidesign the same image using external css okay external css so twende hapa home, kama unakumbuka jizi tumeifanya, nataka kuja hapa inside the body. Inside the body nataka inside the body hapa home upload um, this image hapa i display huku wa website yako nataka uweke ii image hapa nikaa asin yako unaweza ipost video just using the same principles ambayo nimeitumia pale, ufanya the same so hivyo ndo utafanya. Uh, um, tumia this image ukiona um, utaitumia. Okay, hiyo unaweza itumia um, um, um, hiyo, au unaweza itumia hiyo ya kwanza, so it doesn't matter kwenye. Okay, utaitumia um, the same thing Alafu mi nataka ku upload hiyo, alafu nikasema hiyo, nikaina kwa accessibility, so nikienda live, so hivyo ndo nime save ni eh, image yangu. And then if I go live, utaiona huku ilikuwa external. This is my image ilikuwa displayed here, this external document CSS hapa. Now kuja kusema tunataka kui style so this is our image is so big. Unataka kuistyle external CSS kwenye tutafanya. Turudi huko. Alafu unajua hii ilikuwa imelink external image, so utakuja tu uchukue hivi image name hivyo. So hii ni universal ukitumia img bila anything or we select hapa, labda ume name document yako image here Somewhere. So hiyo itakuwa ni specific, but this one we may just select as uh, universal well, every image ambayo itakuwa ina appear on this document. Ukiongeza it ingine itatumia the same settings styling, so at the moment hi tuseme ni fifty x Now, with na 100 px, so hi image, every image ambano itakuwa just J name anything on this image, nimetumia tu image, so inamaanisha every image nitakuwa naweka kwa hii document itatumia the same settings here, the same styling of width height of 150, na width of 100, lakini nige. So ukikuja kuiangalia huku ua kuiangalia kwa document yetu venye imekaa, so this is the height. If I remove, nikitoa let's comment hivyo, nona narudi kuwa kubwa. Nimei comment nona, imekuwa kubwa tena nikiani komment inamanisha kuitoa, hivo imerudi kuwa na setting hizo y ipu. How you utafanya external CSS styling na pia kuna another means unaweza ku style unaweza ku style maybe you name specific unaweza you name so unasema name, name so, unasema, eh, class. Okay. Image. So ukikuja huku so inamaanisha sasa specifically, oh, sorry una name hivi so specifically this is what you will be styling so even though ndo umeiname So, so this is my image so utakuja uchukue hii div ndo upeleke uko kwa external css yako na utatumia dot. Utakuja kuangalia wakati utafika kwa css hiyo ndo utakuwa na ina hivi, hiyo ndo utakuwa na style specifically with this styling so this one utakuwa nayo, hiyo ni universal so this one is specifically for this image mona for this image sasa, so inamaanisha ya kwamba specifically this is for this image container. So nikikuja huku niseme my image and then niadd hivyo, so inamaanisha ya kwamba specifically on this div that image, hivyo nanene is style. So nikiwa na several other image inamaanisha several image itakuwa inakuwa style differently so sio infaso so even though ipe dondainstalli image yako nakui style otherwise. Image, nashukuru image haina story nyingi, ni hivyo tu na umemaliza. Thank you uh, subscribe like and tuendelea kupa uh, some other lessons kahit. Otherwise, nashukuru.